Tuelekee kaunti nambari mbili ambapo baadhi ya wafanyabiashara katika mji wa Diani huko Kwale wamelalamikia kuhangaishwa na makundi ya vijana wahalifu. Wafanyabiashara hao wametaka vitengo vya usalama kuimarisha doria, wakisema ukosefu wa usalama utaathiri biashara na sekta ya utalii <mucho> wakati wa maendeleo tuweze kwenda kwa watu wetu. Kwa hiyo ni kwamba tunaomba usalama ukaweze kuangaliwa vyema, ili watu wa Kwale wakakaa wakafanya kazi kwa vindi la pili, na kwa amani la pili. Wakati usalama haupo, tunategemea Bahari Beach wale watu wetu wako pale, wazungu wanatoroka, investors wanaenda. Kwa hivyo Kwale inateseka. Kwa hivyo ningeomba usalama uwe, uwe wakati wote, usiku na mchana, kwenye njia zile tunatembea, maanake tunatembea na tunauoga. Hapa tukifanya kazi yetu tunafanya na uoga, maanake ujui mtu wa mapanga anakuja saa ngapi, ujui mwizi anakuja saa ngapi. Hiyo ndio ombi yetu. Tunashukuru sana gavana wetu kwa kupatia nafasi hata ndani ya hii serikali yake ameweza kutupatia nafasi ili tuweze kufanya pa, kazi pamoja, kwa vile hana ubaguzi kifika hata ni maendeleo, hana ubaguzi fika hata ni watoto wetu pia anawashughulikia kama jamii zingine, ndio tuweze ku, kuvuta kile kiko, kwa serikali yenye ya hii jimbo la Kwale na tupate kuwa karibu na hii serikali ya Kwale tuweze kuongea na serikali tukiwa karibu, wakati kazi zimetokea kwa serikali ya jimbo la Kwale, vijana wetu ndio wasitengwe, tusalie huko huko kaunti nambari mbili ambapo